Karibu tena kwenye sehemu ya pili ya simulizi letu la kichawi na la kusisimua Agano. Pale tulipoishia, tulimwacha Erick akiwa katikati ya sintofahamu kubwa, akipokea ujumbe wa ajabu usiku uliogubikwa na ndoto zenye mizizi ya kale. Lakini sasa giza linazidi kuingia na agano linaanza kudhihirika kwa njia za kutisha zaidi. Karibu tusafiri pamoja kwenye sehemu hii ya pili. Usiku wa siku hiyo mvua ilinyesha kwa mtindo wa ajabu. Hakukuwa na radi wala ngurumo, lakini tone za mvua zilipiga mabati kana kwamba zilikuwa zikilia. Erick alilala kitandani, macho yakikataa kufumba. Barua ile aliyokuta sebuleni bado ilikuwa mfukoni mwa shati lake, akihofia hata kuiweka mbali. Katika ukimya wa usiku huo, mlango wake ulianza kugonga taratibu, tap, tap, tap. Erick alinyanyuka taratibu, moyo ukimdunda kwa kasi ya kutisha. Alipofika mlangoni na kuufungua kwa tahadhari, hakukuwa na mtu. Badala yake kulikuwa na mfuko mweusi wa plastiki ambao ndani yake kulikuwa na kitu kilichofungwa kwa karatasi ya zamani. Alikifungua kwa mikono inayotetemeka na kukuta shanga za kijani kibichi zenye harufu kali ya mkaa uliochomeka na karatasi ndogo iliyoandikwa kwa maandishi ya damu: usizivae mpaka kivuli kimekamilika. Siku iliyofuata Erick aliamka mapema na kwenda sokoni kama kawaida, lakini ndani ya nafsi yake hakukuwa na kawaida yoyote. Kila mtu aliyemwangalia alionekana kumjua wazee waliokuwa wamekaa kwenye viti vyao vya udongo walimtazama kwa macho ya mashaka. Watoto waliokuwa wakicheza pembeni ya soko walikimbia kila akipita. Wakati huo huo, kijana mmoja mwenye jina la Senga, mchuuzi wa viatu wa sokoni, alimfuata Erick na kumnong'oneza: ndugu yangu, usilazimishe kuishi kama wengine, ulishaandikwa zamani. Muda wa kufahamu umetimia. Nenda kwa mzemburu, msomaji wa misingi ya kale. Erick alibaki ameduaa. Senga hakumsubiri kuuliza maswali, aligeuka na kuondoka kama hakusema lolote. Baada ya mchana, Erick alielekea Lumbwe ya juu, sehemu ambayo wachache waliwahi kufika. Huko ndiko kulikokuwa kwa mzee Mburu, mtu aliyeaminika kuwa na maarifa ya zamani ambayo hayafundishwi shule. Alipofika kwenye kibanda chake cha nyasi, mzee Mburu hakuwa mtu wa kuongea sana. Alimtazama Erick kwa macho ya mbali, kisha akasema, wewe ni mjukuu wa damu ya tano, mzimu wa kale umefumbuka. Agano linalo kuhusu halikuandikwa na binadamu, bali na wale waliolala chini ya ardhi kabla ya majina kupewa. Erick alijaribu kuelewa, lakini kila kitu kilimchanganya. Mzee mburu alinyanyuka na kutoka nje ya kibanda, akaonesha mti mkubwa wa mwaloni ulioanguka miaka mingi iliyopita, lakini bado ulikuwa na majani mabichi. Hapo ndipo mama yako alificha siri. Kuna kitu chake kimoja utakipata usiku wa mwezi mwekundu, na kabla ya siku hiyo kufika utajaribiwa kwa ndoto tatu, kila moja ikiwa na kivuli chake. Ukishindwa utakuwa mfungwa wa agano ambalo hukulichagua. Erick alirudi nyumbani usiku huo akiwa na maswali mazito: barua, shanga, ndoto na sasa ndoto tatu za majaribio. Alijua maisha yake hayangekuwa tena ya kawaida. Usiku huo huo, ndoto ya kwanza ilianza. Alijikuta katika kijiji kisichojulikana, watu wake wakiwa hawana nyuso, vichwa vyao vikiwa vyeusi tupu kama shimo la kisima. Kila alipowatazama walimgeukia na kusema kwa sauti moja, tunaishi ndani yako, utajificha hadi lini? Erick alikimbia lakini, kila kona alipogeuka, kijiji kilimfuata. Akajikuta anasimama mbele ya kioo kikubwa. Ndani ya kioo hakuwa yeye, bali alikuwa mama yake akilia damu, akisema: moto unakuja mwanangu, chagua mwanga au kivuli, lakini usisimame katikati. Ndoto hiyo ilimwamsha kwa mshituko mkubwa akiwa ameshikilia shanga zile zile alizoziweka kwenye kabati. Agano lilikuwa linamvuta ndani zaidi, na huu ulikuwa ndio mwanzo wa ndoto ya pili. Asante sana kwa kuwa nami hadi mwisho wa sehemu hii ya pili ya simulizi letu la kutisha, Agano. Safari ya Erick bado haijafika mbali, na giza linaonekana kuenea kwa kasi isiyoelezeka. Usikose sehemu inayofuata, kwa sababu kile unachokijua sasa ni kivuli tu cha ukweli mzito unaosubiri kufichuka. Tutaonana kwenye sehemu ya tatu, ikiwa utaweza kustahimili kile kitakachokuja. Asanteni sana kwa sapoti yenu.